Willis Conover In Washington, D.C. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini amri ya kulifunga shirika la habari linalofadhiliwa na serikali ya sauti ya Amerika, akishutumu kuwa mpinga Trump na wenye msimamo mkali. Ikulu ya White House ilisema amri hiyo itahakikisha walipa kodi hawako tena kwenye ndoano ya propaganda kali na kujumuisha nukuu kutoka kwa wanasiasa na vyombo vya habari vya mrengo wa kulia vinavyoikashifu VOA ya mrengo wa kushoto. VOA, ambayo bado ni huduma ya redio, ilianzishwa wakati wa Vita vya Pili vya Dunia ili kukabiliana na propaganda za Nazi. Inatumiwa na mamilioni ya watu duniani kote. Mike Abramowitz mkurugenzi wa VOA alisema yeye na takriban wafanyakazi elfu moja na mia tatu walikuwa wamepewa likizo ya malipo. Ameongeza kuwa amri hiyo ilifanya VOA kushindwa kutekeleza dhamira yake muhimu wakati wapinzani wa Marekani kama Iran, China na Urusi wanapoidharau Marekani. Amri hiyo inalenga kampuni mama ya VOA ya US Agents for Global Media, ambayo pia inafadhili mashirika yasiyo na faida kama vile Radio Free Europe na Radio Free Asia, ambayo awali yalianzishwa ili kukabiliana na no ukomunisti. Chanzo kimoja kiliambia CBS kwamba wafanyakazi wote wa kujitegemea na wa kimataifa waliambiwa sasa hakuna pesa za kuwalipa. VOA na vituo vingine vilivyo chini yake vinahudumia zaidi ya wasikilizaji milioni mia nne na kwa upana ni sawa na BBC World Service ambayo inafadhiliwa kwa sehemu kubwa na serikali ya Uingereza. Elon Musk, bilionea na mshauri mkuu wa Donald Trump, ambaye amekuwa akisimamia upunguzwaji mkubwa wa wafanyakazi wa serikali ya Marekani ametumia mtandao wake wa kijamii wa X kutaka VOA ifungwe mm. Hii ni TMC News update kimataifa. Mimi ni Ronald Sonyo, endelea kutufuatilia ili wa kwanza kupata taarifa zetu pende tunapozipakia hewani.